Ningine ambayo ningependa kuchangia kutokana na hotuba hii ya Mheshimiwa Rais ni mafanikio ya sekta ya madini. Tunatambua ndani ya miaka mitano iliyopita ya muhula wake wa kwanza aliweka historia ya kuhakikisha kwa, kwa mara ya kwanza tangu uhuru, benki kuu inanunua dhahabu. Uamuzi huu ulikuwa haujawahi kufanyika, na mpaka sasa tunaposimama hapa zaidi ya tani moja point saba zimenunuliwa na benki kuu na kuifanya nchi yetu kuwa miongoni mwa nchi kumi kwenye uh, ukanda wa Afrika. Lakini leo kama serikali inafanya maamuzi ya kuuza akiba yake kwa ajili ya miradi hii ya kimkakati, napenda kuiunga mkono na kuiomba serikali isisikilize maneno ya watu ambao hawaitakii mema. Kimfaacho mtu chake. Wakati Mama Samia anatoa maono haya ya benki ya kuu inunue dhahabu ha, hata hawakutoa maoni. Ni Bunge la kumi na mbili kupitia kamati ya nishati na madini, kupitia kamati ya bajeti, ambapo Mheshimiwa Rais alisikiliza na wizara ya madini ikaanza kufanya hiyo kazi. Inaposema leo inataka kuuza sehemu ili kugharamia miradi yake ya kimkakati kupunguza utegemezi wa mikopo ya nje ni jambo la kuliunga mkono. Na hawa wanaharakati utwara ni wa kuwapuuzia na kuwaomba Watanzania wasipate, wasipate taharuki yoyote kwa sababu huo ni muamuzi wa kimkakati na ni sehemu ya hotuba yake ya Mheshimiwa uh, Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye ukurasa wa kumi na nne, na naomba niinukuu na aliposema, tutaimarisha masoko ya mtaji kwa kuhamasisha uwekezaji wa ndani na kutumia rasilimali zetu kama madini kudhamini mikopo ya uwekezaji. Napenda kumalizia kwa kuunga mkono hoja hii na ku takia kila la heri Mheshimiwa Rais, hotuba hii, mengi yanatekelezeka katika muhula huu wa pili na kwamba tuna imani maendeleo makubwa yatapatikana. Asante sana kwa kunipa fursa hii na kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Asante sana.